Lakini ilipofika mahali amekutana na Yesu, Yesu anamwambia nataka unitumikie. Mwanaume mda ule amebeba mapanga, amebeba jeshi lake, anakwenda kukamata watu wanaoliitia jina la Bwana. Alipokutana na ule mshangao na yale maajabu ajawai kukutana nayo hata mara moja, yaani siku moja tuligeuza maisha ya Paulo, siku moja Hakuhitaji siku ya pili. Siku moja aliacha dhambi zote, siku moja aliacha mabaya yote, siku moja aliamua kujitenga na dunia, akajitenga na yote, akasema nayahesabu kama hasara. Yaani, mambo yote niliyokuwa nayafanya saa hivi nayaona kama pupu, kama mavi, kwa sababu ya Kristo nimeacha yale na yale na yale. Kwa sababu ya Kristo nataka nimpendeze. Ah, piga makofi namna hii. bado unaishi maisha fulani, una hofu ya Mungu, unaishi ukiendelea na maisha yale yale, bado hujakutana na Yesu. Wewe hujakutana na Yesu ana kwa ana. Ukikutana naye ana kwa ana, kitu cha kwanza unakuwa na hofu, alafu unasema sitaki dhambi tena. Kuna kukosea, ndio maana tumewekewa neno tubu. Mungu anajua utakosea lakini sio yale maisha. Sasa ndo unakosea Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, juma, mwezi Januari, wiki ya kwanza, ya pili, yaani wewe unakosea tu, wewe unakosea. Kwani wewe mwenzetu, unaenda pepo gani? Hebu muulize jirani yako mwambie, wewe unaenda pepo gani? Unaweza ukasimama unambonda katika jina la Yesu Kristo, shetani toka. Shetani akikuangalia hivi, mbona Bwana hayuko na wewe? wale ambao wanaenda na Bwana ndio wana kibali cha kumwambia toka. Anasema kwa kuwa umesema, akikwanga sasa, uko na Bwana mm -mm, we sikuwa we Bwana sipuzi neno la waja ni kuache, lakini unasema nenda. Shetani akikuangalia hivi, mbona anakuona, anajiona naye mwenyewe yuko pembeni hapo. Yani yeye anakikuangalia hivi, anajiona pale, alafu anasema ah, huyu mimi mda wote tuko naye, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, maneno yake ni mimi, ndo nampa natamka jinsi anavyoenenda ndo mimi namuongoza njia, vikao vyake vile vile mimi ndo nampeleka kakae vile vikao, watu wanaomzunguka wale wale wambea wambea, watu walioshindwa shindwa ndo wako na yeye. Sasa huyu anadiriki kuniambia mimi niende zangu. Kwa hiyo ukisema kwa jina Yesu, unashangaa unalamba konzi pale pale, unashangaa ukiwa kwenye maombi yako, unashangaa unashanga, tumbo linauma hivi, unakaa chini <laughs> kakugonga konzi. Mwangalie jirani yako, mwambie kwa jina la Yesu kuanzia leo hutagongwa makonzi humo ndani. Kuna mtu chini ya jua akichokozwa kidogo. Wiki nzima amenuna. Wewe unaenda pepo ipi? Pepo punda. Pepo ya mbinguni. Pepo ya mbinguni inahitaji watu wanyenyekevu. Biblia inasema nyenyekeaneni wenye kwa wenyewe. Kwa hiyo kama huyu amenitandika kama ah, nikasirike tu lisali moja. La pili, la tatu, la nne, la tano. Siku moja imepita, ya pili, ya tatu hivi. Yesu akija saa hiyo, unaenda wapi? Haya maisha tuliyoitiwa sio maisha yale tuliyokuwa kule, kule nje. Haya ni maisha mapya. Biblia inasema toka mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na maisha inabidi uyaache, yayapite yaende zake, maana hayo sio yako, yana wenyewe. Ukiendelea kuyang'ang'ania na umebaki kwenye wokovu, mbinguni anakushangaa na, na mapepo nayo anashangaa, huyu mbona hatumwelewi? Mimi namtengeneza mtu hapa ambaye ataenda na Mungu kwenye maisha yake Amen. Mtu ambaye atatembea na Mungu kwenye maisha yake Amen. Anasema mambo yote naanayaona kama hasara kwa ajili ya uzuri Ndiyo bwana, uzuri upi wa kumjua Kristo Yesu bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote. Wewe umepata hasara ipi baada ya kukutana na Yesu? Kama marafiki wale wale wa zamani bado wako na wewe, kama njia zile zile za zamani bado ziko na wewe, kama vikao vile vile ulivyokuwa unakaa zamani bado unaendelea kukaa leo, wewe hujapata hasara. Mahali fulani Daudi anasema, baba yangu na mama yangu wameniacha. Kuna wakati inabidi hata ndugu zako wakuone wewe kama mavi kwa sababu ya Kristo. Na wao nasema kama mnaniona mimi kama mavi, iko siku mtakuja kutambua umuhimu wangu na uthamani nilionao kwenye boma lenu. Iko siku, iko siku hamtafanya chochote bila maombi yangu. Iko siku mtanitafuta wewe unaj unajitenga na ndugu zako, unajitenga na jamaa zako, unaambatana na Bwana. Haleluya! Ebu simama, sema haleluya, sema eh, ndani yangu, ndani yangu, e Bwana, kuanzia leo ndani yangu, ndani yangu ujae wivu wa kumpenda Yesu, e eh Bwana, si sijasikia ukiomba. Bwana, sema Bwana, hey, Bwana, ujae wivu ndani yangu hey, wa kumpenda yesu wa kumpenda Yesu. E Bwana, hey, Bwana, jaa ndani yangu jana wivu wako ujae ndani yangu hey, nijitenge na mambo ya dunia hii, nisiambatane na mambo ya dunia hii, nisiwe jirani na na wao. unatumia kinywa changu just do it timiza, Mungu wanguwe jipatie watu ambao watakuwaza wewe usiku na mchana, watu watakaotembea na moto wa Mungu hapa duniani, watu watakaotembea na nguvu yako, watu watakaotembea na upako wako, watu watakaokalisha adui. Adui akiwaona adui anapiga kelele, anasema hao watu ni wa hatari. Oh, Jesus. Kanisa limejaa wapambe kanisani. Kanisani hakutaki kuwepo na wapambe kanisani, hakutaki kuwepo na machawa kanisani. Wanatakiwa wawepo wahudumu wa wa injili ya Kristo. Yeah, watu ambao walikuwa ni wenye dhambi, wameachana na maisha ya dhambi mbinguni nina ajenda ya kukaa na Bwana, nina ajenda kumcha Mungu. Nitatoa tafsiri tatu, ni kumheshimu Mungu, kumheshimu Mungu. Kumcha Mungu ni kumheshimu Mungu kwa kiwango cha juu, fear, fear of God. Fear of God, God. Kumheshimu Mungu. Mbili ni kuenenda katika maarifa na hekima ya Mungu hapa duniani. Kumcha Mungu ni ile hali ya kuenenda katika hekima yake maarifa yake. Biblia inasema Mithali moja saba kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Hawa watu wanamcha Mungu mpaka wanapata maarifa, wanapata hekima wanajua hichi, ukifanya Mungu hataki, ukifanya hichi ah, unapata credit kwa Mungu. Wanatembea katika maarifa. Kumcha Mungu ni kuyaishi maagizo ya Mungu hapa duniani. Mtu yoyote anayeyaishi maagizo ya Mungu ndio anayemcha Mungu. Kumcha Mungu haimaanishi ni ile hali ya kumwabudu Mungu na kuabudu Mungu, hakuna kama wewe hapana. Kumcha Mungu ni maisha, ni mtindo wa maisha, ni mtindo wa maisha. Mwanadamu anajitiisha katika huo mtindo mpya wa maisha. Maisha gani? Maisha ya kumpendeza Mungu, kumheshimu Mungu. Maisha gani? Maisha ya kutembea katika maarifa, maana neno linasema, wanangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anayaishi maarifa ya Mungu alafu anaenenda akifuata maagizo yote ah, Mungu akimwona hivyo anasema wow, I love this guy, wow, I love this guy. Wow, I love this guy. Acha kule mbinguni Baba Akaseme neno hili aseme, wow my daughter, wow my son, i love you the way you do. Inawezekana kabisa Mungu akakuona wewe kama kitoto kizuri kabisa kwenye mkono wake wa kuume.